Karibu sana msikilizaji, katika ujasiriamali wa siku ya leo tunaenda kutengeneza sabuni ya maji nzito kabisa, multipurpose liquid soap. Ambatana nasi mwanzo mpaka mwisho. Hatua ya kwanza, tunavaa vifaa kinga, tunavaa gloves, lakini pia tunavaa maski. Tunaweza tukadandishia maski nyingine juu ya hii hapa. Karibu kwenye ujasiriamali. Kama unapenda kujifunza, basi unaweza kusubscribe, lakini pia tumekuandalia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Kitabu hiki ndani yake nimekuandikia zaidi ya bidhaa ishirini na moja hatua kwa hatua uzalishaji mwanzo mpaka mwisho. Hatua ya kwanza tunaanza kumimina chumvi katika jaba. Chumvi nzuri ni ile chumvi ya mawe ambayo unaweza ukaitumia hata wewe leo. Baada ya kuweka chumvi, tunaenda kuweka siles au texapon. Hivi vitu tunavichanganya kwa wakati mmoja. Unaweza ukatanguliza maji kidogo kwenye jaba halafu unaanza kuvikoroga Kitabu cha Miliki Kiwanda Chako ni kitabu ambacho nimekuandikia ndani yake zaidi ya biashara ishirini na moja, kuanzia uzalishaji, vipimo, ufungashaji, hatua kwa hatua eh. Lakini pia tuna madarasa ya WhatsApp, ukipenda kujifunza zaidi, unaweza kunitext kupitia WhatsApp namba 0783 500 971. Hapo tunaweka perfume. Tumia perfume nzuri, kama vile perfume ya Bulgari unaweza ukatumia bubblegum, unaweza ukatumia orange, unaweza ukatumia strawberry, unaweza ukatumia lavenda, unaweza ukatumia pink passion. Tafuta zile perfume ambazo zinaweza zikawa zina sound vizuri. Wateja wengi katika multipurpose wanapenda uh, kutumia perfume ambazo zinanukia zaidi, kwa sababu kuna perfume baadhi ambazo ukitumia zinakuwa zina matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo tuendelea kuweka maji kila baada ya muda fulani, na ukurugaji basi unapaswa kuelekea upande mmoja kama umeanza kulia kwenda kushoto basi usibadili uelekeo mpaka mwisho wa uzalishaji. Kwa hiyo ukihitaji kitabu au ukahitaji darasa utanitext kwa WhatsApp zetu, nitakupa utaratibu wa kupata nakala yako ya kitabu, soft copy, au hard copy. Lakini pia kama unahitaji darasa pia nitakutumia utaratibu wake. Kwa hiyo maji mazuri pia ya kutumia katika uzalishaji wa bidhaa hii ya sabuni au unaweza ukatengeza shampoo, usitumie maji ya chumvi. Tumia maji malaini tayari. Maji ambayo mazingira tofauti tofauti, kwa wale ambao wanatumia maji, ya, maji magumu au maji ya chumvi, maji yakachemka kwa muda wa kutosha, alafu tayaepua. Yatakapopoa basi unaweza ukayatumia kama kawaida. Kwa hiyo tunachukua maji kadhaa uh, lita kadhaa pembeni. Uh, katika haya maji uh, tunakoroga soda ash. Na hiyo hapo tumemimina ni soda ash. Baada ya kumimina soda ash uh, katika mkorogo wako, tunamimina sulfuric acid, wengi upenda kuita labsa. Yes, tunamimina, hakisha kwamba ukiwa unaitumia hii sulfuric acid, vaa vifaa kinga, funika pua, funika mdomo, funika mikono, kama inavyoonekana katika video mjongeo ya mfano siku ya leo. Kwa karibuni sana unaweza ukaamua kujiajiri kupitia uzalishaji wa sabuni za maji, lakini pia unaweza kuwa na ajira tayari, unaweza kuzalisha kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo sio lazima utengeneze ya kibiashara, lakini pia sio lazima utengeneze ya nyumbani. Kwa hiyo kurogaji unaelekea upande mmoja kama ni kushoto kwenda kulia, basi iwe mwanzo mpaka mwisho wa zoezi lako. Baada ya hapo tunamuunganisha ule mkorogo mdogo, tunaweka katika ule mkorogo mkubwa na ukorogaji unaendelea kama kawaida. Huo mkorogo ambao tumeweka hapo ndani yake ulikuwa una soda ash kipimo. Ukihitaji utaweza kuchukua nakala kwenye kitabu hicho cha miliki kiwanda chako; nimekuwekea vipimo ndani yake. Hata salfoni kipia. Yes, baada ya hapo tumeunganisha mkorogo kama kawaida, tunarudi tena katika mkorogo mwingine humu. Hasa tunaweka alkatu kwa ajili ya kuongeza uzito, lakini pia tunaweza kuweka CMC. Yes, baada ya kukoroga na kuona kwamba umeyuka vizuri. Yes, tunamimina kwenye ule mkorogo mkubwa ambao ulikuwa unabeba viambata vyote kama vile sulfonic acid, soda ash, silesi, perfume, kuna citric acid, kuna glycerin humo ndani yake pia, kuna CDE. Yes, kwa hiyo tunakoroga kuelekea upande mmoja. Kwa hiyo utafanya hili zoezi kwa muda wa kutosha, tuangalie ile maji kulingana na idadi ambayo ulikuwa unazalisha utayamalizia yale maji. Mwisho wa yote utakoroga dakika kumi, na baada ya hizo dakika kumi utaiacha sabuni yako, utaifunika angalau masaa matatu mpaka manne, itakuwa tayari. Utafungasha, utaweka rangi unayopenda, unapeleka sokoni.